Ndugu wapenzi na wanaokienzi Kiswahili, karibuni kwenye kipindi hiki chetu cha leo, ili tukaweze kufundishana na kusemezana Kiswahili hakrama, ili tukaweze kukisema na kukizungumza kwa ufasaha na fusuli zaidi, kwa maana mnafahamu fika kuwa Kiswahili bora ni nguvu yetu na Kiswahili sanifu ni mwanga wetu. Pili niweze kumshukuru Jahalia mwingi wa rehema na neema mhulu wetu kwa abra na taajamala na indaya ambayo ametuwezesha kupatana siku ya leo, siku nyingine tena tukiwa wazima shabiku kigongo na tukaweze kufundishana lugha hii yetu, lugha ambayo imezaliwa kwetu. Pia nina furaha tumbitumbi nikiwapa hongera na kongole kwa wale wote ambao wamesubscribe na kama uja subscribe basi naomba uweze kukimbia kwenye mtandao ama dirisha lako la mtandao wa YouTube, ukaweze kusubscribe ili ukaweze kupata utamu wa Kiswahili udoho udoho, ambao ni kama karanga ikiambatanishwa na sharubati au kahawa. Na vile vile pia, Waswahili wanasema kwamba usiangalie chai ukadanganyika kwa rangi yake, kwa maana utamu wake hupo kwenye sukari. Kwa istilahi ya kizungu wanasema never judge a book by its cover, just leave it, leave through it through to see the content that it entails. Bila kupoteza wakati ama bila kukawia sana, naomba nikaweze kujikita kwenye mada halisi nikaweze kuwatondolea utondozi kwa ukefu na maki, yaani kwa mapana na kina, kitu ambacho tunaenda kukizungumzia siku ya leo Mada yetu ya leo inazungumzia riwaya kama utanzu wa fasihi andishi. Kwa mujibu wa wataalamu wengi, wanasema kwamba riwaya ni mpya na geni sana kwenye fa, kwenye tanzu ama tawi la fasihi andishi. Wanasema kwamba fasihi ya kitambo ilikuwa ni nyimbo na hatimaye baadaye tambilia Nikikumbuka niki vizuri, ama kama kumbukumbu kumbu zangu zimekaa vizuri, basi nakumbuka tuliweza kuzungumzia tamthilia kwa kipindi kingine ambacho tulikifanya hapo awali, ambayo pia tulisema inaitwa tamthilia. Hivyo basi naombeni tukaweze kujikita mizizi katika kuzungumzia riwaya siku ya leo. Kwa mujibu ama maelezo ya wataalamu wa fasili wamezungumza na wametoa maelezo kuhusu riwaya ni nini, na basi bila shaka nitaweza kutoa fasili zao kuhusu, ama vile wanavyo fasili riwaya, na hatimaye nitaweza kutoa maelezo yetu ya kijumla fa riwaya ni nini. Kwanza kabisa nitaanza na mtaalamu ambao ni wa wana Ensaiklopidia Amerikana, mwaka ni Elfu moja mia kenda tisini mia kenda themanini na mbili ukurasa wa themanini, na ukurasa wa mia nane na kumi ambapo wanasema kwamba wakinukuliwa na Mlokozi 1996 wanasema kwamba riwaya ni riwaya andidhi ya kubuni inayotosheleza kitabu ambayo ni urefu wa kutosheleza kitabu pia eh, Wataalamu wa Encyclopedia Britannica mwaka wa 1985 ukurasa wa 810 wanasema kwamba, wakinukuliwa na mlokozi bando mwaka wa 1996 wanasema kwamba riwaya wanasema kwamba riwaya ni masimulizi marefu yaliyochangamana yaliyochangamana kiasi na yanazungumzia ama yanaeleza maisha ana tajriba ya maisha ya wanadamu kwa njia ya ki, kwa kinadhari kwa ubunifu. Pia kuna wataalamu wengine kama vile Wamitila na Senkoro, Wamitila na Senkoro wanasema kwamba riwaya wanasema kwamba riwaya ni, ni, ni ya ndidhi ya kubuni ambayo ina lugha ambayo imechanga ambayo iko na uchangamano kiasi na inaweza kuchambuliwa na kupimwa kwa mapana na marefu, kupitia kwa njia ya kifani na kimaudhui. Kwa kuzungumzia wataalamu ambao tumewazungumzia siku ya leo, basi nitaweza kutoa fasiri yetu ya neno riwaya ni nini? Riwaya, riwaya kwa njia ya kijumla ama tunaweza kuiangazia riwaya kwa kijumla kwa njia gani? Riwaya e, ni kisa kirefu ama ni hadithi, ni hadithi ya kubuni, ni hadithi ndefu ya kubuni ambayo ina visa vingi na wahusika zaidi ya moja, ambayo inazungumzia na kutoa maelezo ya maisha ya binadamu ama maisha ya jamii kwa njia ya kinadhari. Hivyo basi kwa sisi kusema kitabu fulani ni riwaya, kina viunzi vyake ama viambajengo vya riwaya. Hivyo basi tutaweza kuzungumzia nini ambacho kinajenga riwaya, na kwa mujibu wa kuangalia vipengele ama viambajengo vya riwaya, tutaweza kuzungumzia riwaya ambayo imeandikwa na Samtake Matei, riwaya ya Chozi la Heri. Riwaya ya Chozi la Heri ni hadithi moja, imeandikwa na mwandishi mbuji sana mbimu ambazo zimetendeka. Kama wewe si mtu mtulivu ama si mtu tabahini, hautaweza kupata ni nini ambacho kinazungumziwa. Pia ni riwaya ambayo inahitaji mtu kuwa na fikra tunduizi, ili ukaweze kupata maana ama dhamira haswa kinachozungumziwa mle ndani, kwa maana ni kitabu ambacho kimetungwa kinjazanda tu kwa kuangazia viambajengo. Kiambajengo cha kwanza ama kipengele cha kwanza, tutaangalia kipengele cha wahusika. Mhusika ni kwamba ni watu ambao wana kwa hiyo andidhi fulani katika riwaya. Ya Chozi la Heri imeitwa riwaya kwa maana ina mhusika zaidi ya moja. Kwa mfano, ina mhusika kama vile mhusika mkuu kama vile Ridhaa, inawahusika kama vile Selume inawahusika kama vile Sauna inawahusika kama vile Subira inawahusika kama vile Lunga Lunga Kiriri Kangata inawahusika kama vile Kangata inawahusika kama vile Humweri inawahusika kama vile Mwaliko inawahusika kama vile ndik inawahusika kama vile Mwangeme, Mwangeka, Apondi, Teri Ndende na na wengineo wengi kadhaa. Hivyo basi, ni kipengele kimoja cha kufanya riwaya ikaitwa riwaya. Kipengele kingine, lazima ili kitabu kiichwe riwaya, lazima kiangazie ama kisawiri jamii. Kwa kizungu tunasema it must reflect the, the, the, the reality inawa Societies. Kuangalia ni kitabu ambacho kinazungumzia uhalisia ambao upo kwenye jamii wetu. Tukiangazia tamthilia riwaya yetu ya Chozi la Heri, tunapata ni kwamba inazungumzia, eh, jinsi wabepari ama walivyokuwa, ina, ina, ina, inazungumzia wakati wa kikoloni fulani hivyo, eh, basi na ukoloni mambo leo ambao umefichika ama umejenga eh, eh, mizizi yake sana katika jamii zetu. Hivyo basi inasawiri jamii kwa njia ya kiuhalisia eh. Kiamba jengo kingine ambacho tunaweza kuzungumzia ni kwamba riwaya, ndiposa ikaitwa riwaya, haifai kupunguzwa ama ma, haifai kupungukiwa na maneno, inafaa kuwa na maneno yasiyopungua nishike, yasiyopungua elfu thelathini na tano kuendelea. Ni kumaanisha kwamba ikiwa na maneno oh, thelathini na matano thelathini na matano basi, hiyo inaweza kutoshelezwa kuitwa riwaya. Ikipungua maneno hayo, basi haitaasiriwa kama riwaya, bali itaasiriwa ita kama novela. Eh, kiamba jango kingine ambacho tunaweza kukizungumzia ni wakati kazi ya kifasihi yoyote ile inafaa kuzungumzia wakati, ama inafaa kulandana na kuendana na wakati, ama matukio ambayo yako kwenye wakati ule. Kwa mfano eh, riwaya ambazo ziliandikwa miaka ya eh, 1952 kabla ya uhuru wetu ziliandamana ama ziliandikwa juu ya mada ya kupata uhuru wetu. Eh, pia tunaweza kuzungumzia kiambajengo kingine kama mm, e, tumezungumzia kiambajengo cha wakati tume. Kuna kiamba jengo kingine ambacho ni kwa lazima riwaya itumie lugha ya kinadhari. Nikizungumzia lugha ya kinadhari ni kumaanisha ni lugha ya kiusanii fulani, ni lugha ya kiusanii wa kubuni, ndipo tukaweze kuangazia tukaiweza kusawiri ikiwa inaitwa riwaya. mambo kadhaa mengine tunayoweza kuzungumzia ni kwamba e, riwaya inachota ama inazungumzia mambo ambayo e, hadithi fupi na na, na hadithi fupi na tamthilia haziwezi kuzungumzia kwa sababu, ni masimulizi yaliyo na mkururo ama yaliyo yaliyo na mfuatano fulani. Kwa mfano tukiangazia riwaya yetu ya leo ya Chozi la Heri, tunaweza kupata andidhi ambayo iko na mfuatano ama mfululizo mzuri, andidhi ambayo inaweza kufuatika. Kwa mfano tunampata Ridhaa e, ameshika, ameshika mikono yake akiangalia wingu la moshi ambalo anasawiri kwamba ni kama nikirejeshi ama nikisegere nyuma, alafu anazungumza e, mfululizo wake unaendana na, na jinsi tulivyofika hapo. Bado ukiangazia kwenye riwaya yoyote ile utapata kuna hadithi ambayo imeandikwa, kuna kisa alafu kuna vinyota vitatu then kisa kingine. Visa hivi ni kuonyesha kwamba ni matukio yako na mkururo, lakini hayazungumzii ya hadithi moja. Vilevile tutaweza kuangazia kwamba kama kiambajengo yako kingine cha riwaya ni kwamba riwaya ina visa vingi ndani ya kisa kimoja. Tukiangazia ta riwaya yetu ya Chozi la Heri tunaweza kupata kwamba iko na visa kadhaa. Kuna kisa ambacho kinatukia kwenye mandhari ya msituni mahali Ridhaa na kinakangata na kinasubira wanatorokea baada ya kuchomewa nyumba na jirani yao Kendi pia tunapata mandhari mengine ama kisa kingine ambapo ridhaa walipo na eh, selume kwenye hospitali ya mwanzo mpya yaani, kwanza tena, hiyo ni kisa kingine ndani ya kisa chetu kikuu. Pia tunaweza kupata mwangemi na mwangeka, mwangemi na mwangeka kwenye hoteli ambayo wanakutana ambapo kuna kuwa na reunization ama ndugu watatu ambao ni Dick Mwaliko na Umuheri wanapatana tena baada ya kutengana kwa kiasi ama kwa muda mrefu sana. Pia tunapata mandhari mengine mapya ambapo tunapata Kang'ata na watoto wake, eh, Mwanaheri na Lime wanaweza kunajisiwa. Bado ni kisa ndani ya kisa kingine. Pia tunapata kisa kingine ambapo Subira ameweza kufia ndani ya chumba huku ameshikilia eh, eh, chupa ya mvinyo. Pia tunaweza kupata mandhari mengine pale ambapo Lunga Kiriri ameweza kuamia kwenye msitu na akaweka ama akaweza kulima mahindi kwenye ule ule msitu. Kisha tunapata kisa kingine, banda yake tu kung'atuliwa kwenye ule msitu, anaenda kwenye mlima ambapo anaanzisha mandhari yake mapya, yani anarejea mahali alipotoka, amerejea kwenye utovu wake e. Hivyo ni kati ya mazungumzo ambayo tutazungumzia siku yenye kipindi hiki e. Iwapo kutakuwa na ama, Mwenyezi Mungu atatuwezesha tutaweza kutengeneza kipindi kingine ambacho tutaweza kuzungumzia dhana kuu ya wahusika, wahusika wa aina yake, kwa maana tuna njia kadhaa za wahusika. Tuko na wahusika jumui, tuko na wahusika wakuu, tuko na wahusika wasaidizi na tuko na wahusika wakerenzwa wa na wahusika wa, wa kisaikolojia. Hivyo basi kwa, kwa, kwa upendo wa Mwenyezi Mungu tutautengeneza kwenye kwenye kipindi kingine, lakini kwa leo ningeomba kwamba tujifunze maneno mengine machache eh, yaliyohinjie na kipindi kidogo, ili tukaweze kujua jinsi ya kus, kuyasawiri ama kujarejelea kwa njia ya Kiswahili, na tuache tena kuitumia lugha ya kikasumba, lugha ya wakoloni, lugha ya Kiingereza, japokuwa sijasema si mbaya. Eh, neno la kwanza tutazungumzia certificate. Mwanafunzi anasema kwamba nimeenda chuoni kusomea certificate. Tunaweza kuisema aje kwa njia au kwa namna ya Kiswahili certificate. Kwa Kiswahili inaitwa astashahada. Astashahada. Eh, kwa diploma kuna mwingine anasema kwamba naenda kusomea diploma. Diploma kwa lugha sanifu lugha akrama lugha adhimu ya Kiswahili inaitwa stashahada. E, degree degree inaitwa shahada. E, na vilevile vile, kuna masters. mwanafunzi anasema baada ya kumakamilisha shahada yangu, nitafanya masters. kwa Kiswahili inaitwa uzamili, na bila kusahau kwamba kuna PhD. Wengi wanairejelea kama permanent and damage, lakini kwa Kiswahili tunairejelea kama uzamifu. Kuna neno lingine kama chanja. Watu wengi wanasema nisaindie chanja. Chanja si lugha Swahili, lugha ya Kiswahili tunaweza kusema haijapungukiwa kimsamiati. Shinda ni kwamba watu hawafahamu huo wa msamiati. Chanja kwa lugha ya Kiswahili inaitwa kimemeshi. Pia wengine wana, wana wako na shinda sana, ambapo wanasema mwanetu amehitimu basi twendeni graduation, badala ya kutumia neno la kikasumba hapo mwisho, tunaweza kutumia neno kama twendeni kwa maafala kwa mwana, kwa maana mwanetu ameweza kuhitimu. Kuna neno lingine ambalo watu hawalielewi kabisa, neno hilo ni good morning. Good morning morning. Kwa mfano good morning madam, kwa Kiswahili tunaweza kusema chewa nana. Chewa nana, eh, good morning nana na ni madamu, kwa sababu nina pia ni mama e, kufikia mahali ambapo tumefikia, ndugu watazamaji, nashukuru sana kwa kunipa wakati wenu ama muda wa kunitazama. Nashukuru sana na nasema shukrani belele kwenu nyinyi nyote, na ninawavulia kofia. Asanteni.